Hii ni vita ya uwepo wa taifa letu au kwa Kiingereza wanasema existential war. Tusipopigana tutauawa wote kabisa, bali tukipigana tutakufa wachache na wengi watasalia. Kamanda mkuu wa nchi akiwa anakuambia maneno kama haya, ni kitu gani kinaingia katika mishipa ya damu yako na akili yako kwa ujumla, kwamba yapaswa kupigana kwa ajili ya taifa lako? Hichi ndicho wa Iran wanakifanya kwa Israeli. Iran atapigana kwa gharama ya aina yoyote ile kuhakikisha taifa lake linasimamia misingi walioamua wao. Kuna taifa tunapenda kulisifu sana duniani kwamba linajua vita, na ndio taifa linalojua vita kuliko mataifa yote, ni Urusi. Sifa ya Urusi haikuja kwa kufanya mazoezi na kutengeneza silaha. Sifa ya Urusi ilikuja kwa kupigana vita nyingi sana, na mwisho wa siku wakawa ndo wababe wa vita. Hii Iran inapitia katika tanuru la moto la kuvikwa ukubwa ndani ya mashariki ya kati kuna wengi, mtakataa na mmenipa sababu kibao kwamba Irani lazima atapigwa. Nataka tutengeneze mlinganyo, vita ya Ukraini ilivyoanza mpaka sasa, hakuna siku vyombo vya habari vya magharibi vitakwambia kwamba Ukraini anapigwa. Vyombo vya habari vya magharibi vya magharibi vitakwambia Urusi anaua raia ndani ya Ukraini na Urusi hawezi kuishinda hii vita. Kama wewe unalishwa habari zako na vyombo vya habari vya magharibi, hizi ndizo habari unazopewa kila siku na staili mpya ya mapambano ya Ukraine ni kuua viongozi wakubwa wa Urusi, wa hata Putin wanataka wamuue. Kwa hiyo wewe unayeshangaa Israel kuwaua viongozi wa Iran, Israel ni Myahudi, Ukraine rais wake ni Myahudi, kwa hiyo akili zao ni sawa. Katika vita ya kawaida, Israel hana uwezo, ndugu zangu. Israel ni nchi ndogo sana. Hebu tengeneza picha, nchi ya Tanzania inapigana na mkoa wa Kigoma, linchi lote la Tanzania linapigana na mkoa wa Kigoma, kuna vita hapo? Hii vita anayepigana ni Marekani na inajulikana, ndio maana Trump ameandika kitu cha ajabu sana katika mtandao wake wa kijamii, sijui kama ameulizwa hili swali, kwamba sisi hatuhusiki na mashambulizi ya Israeli, lakini tukivamiwa tutajibu vikali. Hii vita siyo ya Israeli hata kidogo, na mtu hata Scott Reed anakataa hii vita sio ya Israeli. Hii vita ni kisasi cha Marekani kuaibishwa na Iran katika historia yao, watu wana historia, wanajua chimbuko la Iran na hasara ambayo Marekani ameipata tangia taifa la Iran iliwepo duniani. Waamerika wamepata hasara kubwa sana tangia Iran iwepo katika uso wa dunia hii na kujitawala yenyewe. Kwa hiyo kuna kisasi ambacho kiko ndani ya ndani ya Waamerika juu ya Iran. Kisasi hicho hicho ndicho kilicho ndani ya Waamerika juu ya Urusi. Yaani Marekani inakwenda kupotea kwa kuendeshwa na kisasi ndani ya nafsi zao juu ya baadhi ya mataifa yaliyo katika uso wa dunia hii. Nini sababu ya hii vita? Iran hasimiliki nyuklia. Ndugu zangu, India na Pakistani walihalalishiwa kumiliki nyuklia na viranja wakuu wa dunia. Nikisema viranja wakuu wa dunia namaanisha Marekani na Ulaya wake. Yaani hawa Marekani na Ulaya wakikupa ruhusa ya jambo fulani, ni dunia imekuruhusu. Ulishawahi kujiuliza kwa nini India na Pakistani waliruhusiwa kumiliki nyuklia? Ni ili kuituliza India isiwe na maendeleo ya kuiacha Marekani na Ulaya. Hiyo ndio sababu kuu ya Pakistani nayo kuruhusiwa kumiliki nuclear. maana yake nini? Pakistani ana uwezo wa kuichokoza India na kuiharibia mipango yake India kabisa kabisa, lakini hawawezi kupigana sana kwa sababu wote wana nuclear. Yaani kazi ya Pakistani ni kaparasiti ka kuiharibu India isiendelee. India ana kila sababu ya kuwa world super power, ana mtaji wa watu na ana mtaji wa watu wenye akili, sio watu tu, watu talented, na sio watu tu intellectual people, watu wenye akili. Je, wajua taifa la Marekani katika idara ya teknolojia wanaotumika hizo ofisi ni Wahindi? Nikupe hiyo, sitaki kwenda sana, lakini kwa nataka nikupe picha. Kazi ya Pakistani ni nini? Kazi ya Pakistani ni kuhakikisha India haifurukuti ikaiacha Marekani au ikaiacha Ulaya. India, Pakistani wameruhusiwa kumiliki nyuklia. Libya ilikataliwa kumiliki nyuklia. Siria ilikataliwa kumiliki nyuklia. Iraq ilikataliwa kumiliki nyuklia. Iran inakataliwa kumiliki nyuklia. Hebu jiulize maswali kidogo yenye akili, ndugu yangu eh? North Korea amepambana mpaka amemiliki kibabe. Ndugu zangu, kuna kikundi cha watu duniani, watu wachache sana, wanaamini wanaimiliki wa hii dunia na waiendesha wanavyotaka. Dunia iko katika vuguvugu la nguvu kuhama kutoka magharibi kurudi Asia. Niamini, miaka hamsini ijayo, mashariki ndio itakuwa inaamua mustakabali wa dunia hii yaani ulaya na Marekani zitakuwa nchi za kawaida sana. Mungu akupe uhai kama una miaka ishirini, una miaka kumi na tano, una miaka thelathini, Mungu akupe uhai. Pawa nguvu hii ambayo magharibi wanayo inahama, kila sababu zipo. Leo hii India na Pakistani wangekuwa wanaongea lugha moja, wangekuwa wanaitawala dunia kwa kitu, kwa kila kitu, wana teknolojia yani tatizo kubwa la India na Pakistani ni kutokuongea lugha moja tu ya kimaendeleo, yana namaanisha siasa ndio zinafanya mashariki ya kati, India wasi, wasiendelea. Turudi kwenye huu ugomvi. Israeli amepigwa, sitaki kulisema amepigwaje, tafuteni habari wenyewe Israeli alipopigwa, ila taarifa za Iran amepigwaje mnazo. Ghala la mafuta limepigwa, viongozi wao wanazidi kuuawa, ni kweli kabisa. Je, unafikiri hii ndio mustakabali wa Israeli kuishinda hii vita? Hii vita ikiwa global war, unawajua washirika wa Iran? Wa kwanza ni Mturuki. Mturuki haelewani na Israeli hata kidogo, na wala afichi, yaani Erdogan na na Netanyahu hazihivi hata kidogo. Ndio maana baadhi ya silaha ambazo Edward anapendaga kuzinunua kutoka kwa Marekani huwa hapewi kwa sababu ya usalama wa Israel. Kama ulikuwa ujui, kuna baadhi ya ndege Edward anataka kutoka Marekani, hapewi kisa ni Israeli. Edward anataka amsaidie Iran kabisa, wala fichi. China atamsaidia nani? Urusi atamsaidia nani? Wasomi wanasema Israel anapigana kisomi zaidi, kwa sababu anaua viongozi wa kiserikali wa Iran naamini hata Ukraine anapigana kisomi sana, ndio maana anaua viongozi wa kiserikali wa Urusi, lakini anachofanywa ni nini? Hivi Israeli, hivi Ukraine, kuna nchi kweli? Katafuteni majibu wenyewe. Kweli Israeli anapigana kisomi, ila hii vita ikija kuisha patakuwa hakuna taifa lolote nato Israeli lenye miundo mbinu sahihi kwa mvua ambayo kwa mvua ya makombora inayokwenda Israeli. Unajua ndani ya miaka hamsini Israeli hakuwahi kupigana vita kama hii, ndani ya miaka hamsini, achana na ile vita ya Israeli kuwapiga Waarabu miaka hiyo nazungumzia miaka hamsini ya hivi karibuni. Israeli hajawahi kushuhudia moto huu unaoonyesha ndani ya nchi yake tena katikati ya nchi yake, Tel Aviv. Wasomi wanadai kwamba was, kwa udogo wa Israeli ana mabanka ya kutosha ya kuhifadhi raia wake wote milioni tisa. Kweli yani, wananchi wote wa Israeli zaidi ya milioni tisa wana uwezo wa kuishi chini ya ardhi, huku wanajeshi wa Israeli wakipigana na Iran. Wairani wako milioni tisini unajua eh? na wametapakaa kote, ndio maana ni rais kuambiwa ni wananchi wangapi wa Iran wameuawa, lakini Israeli utaambiwa kuna majeruhi kadhaa wamekufa wachache. Hoja yangu ni kwamba Israel ameingia kwenye hii vita kwa kukariri jinsi gani anavyowapigaga hivi vikundi vidogo vidogo akina Hezbollah, Houthi. Kwa hiyo na Iran atap, itakuwa na pawa hiyo hiyo kama vile vikundi vidogo vidogo ambavyo Israel huwa anavipiga. Sasa tujiulize, wakati Israel sasa hivi iko busy na Iran, akina Houthi nao nasikia wameshaanza kurusha mabalistic missile kwake, hii vita inaelekea wapi? Tafsiri yangu mimi ni kwamba hii vita ni mtihani kwa Iran. Akisha uvuka huu mtihani anakuwa ni military superpower. Hiyo ndio tathmini yangu. Hakuna military superpower isiyopitia mitihani. Russia ni military superpower, amepitia mitihani mingi sana. North Korea ni military superpower, anazalisha silaha yule, kumbuka, lazima production ya silaha ndani ya nchi ya Iran imeshaanza. Je, ndani ya Israeli kuna vifu? viwanda vya silaha kweli? Mi sijui, kale ka nchi ni kadogo sana au silaha zake zote zitakuwa zinatoka Marekani, Uingereza na Ufaransa. Tujiulize maswali hayo. Kama hii vita inakuwa ndefu, Israeli silaha atakuwa anapata wapi? Irani anazalisha silaha Irani kama, kama, kama Urusi na hata China kumuuzia Irani silaha, atamuuzia vizuri tu sababu hii vita mchina anaiangalia vizuri sana. Yani Israeli akishinda hii vita, Ukraine akishinda hii vita, dunia inarudi magharibi yote tena kwa, kama simba aliyejeruhiwa kwa lazima China na Russia wanapambana Iran aishinde hii vita na amiliki nuclear, ili mashariki ya kati pawepo na utulivu na kuheshimiana. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwenye kichwa cha Xi Jinping na kwenye kichwa cha Putin na kwenye kichwa cha Erdogan wanataka eti Israel ashinde, hicho kitu hakipo. Mimi sipendi vita, ila kuna watu wanaamini katika vita, wao ni wababe, inabidi waheshimike na watu watekeleze wale wanayotaka wao. Wow. Yeah. Je, waliotegemea vita katika kuamua mambo yao safari hii watafanikiwa? Tusubirie. Leo ni Jumapili, usishangae baadhi ya makanisa tena ndani ya Tanzania ukasikia tusimame tuliombee taifa la Mungu la Israeli liko vitani. Utajiuliza ili taifa la Mungu la Israeli linapigana na nini na taifa lingine, si ndio? ilo taifa lingine Mungu alipendi kweli? Kwa Marekani ni kawaida makanisa ya Kimarekani tena asilimia tisini kuliombea taifa la Israeli, wazi kabisa wala wafichi, kwa sababu hata idini zote za Marekani zinafadhiliwa na Waisraeli walio ndani ya Marekani. Huwezi anzisha kitu chochote ndani ya Marekani ukafanikiwa kama unawapinga Waisraeli, huwezi. Wabunge wote wa Congress wako wanaisupport Israel. Ulishajiuliza kwa nini? Kwa sababu unavyoingia katika ishu ya siasa ndani ya Marekani alafu unawapinga Waisraeli, wa ah, wewe safari yako yani, wala usingeanzisha hiyo safari. Yani ni saa sana kuchukua mbegu kwenda kuzipanda jangwani, sehemu ambapo miaka yote jua linawaka. Yani unachukua mbegu za mahindi za chochote kile umezipeleka kwenye jangwa la Sahara kwenda kuziotesha, ziote mahindi, mpunga, uwele, chochote zinaotaje pale? Mvua yenye shagi, miaka yote ni jua tu, ndi sawasawa na kuanza safari yako ya kisiasa ukiwa ndani ya nchi ya Marekani, huku ukiwa unawakataa Waisraeli. Jambo lolote unalotaka kulifanya ndani ya Marekani, liwe la kisiasa, liwe la kibiashara, liwe la kiburudani, alafu unawapinga wa Waisraeli, huwezi kufanikiwa kwa sababu wanaoikontrol uchumi wa Marekani na kina nani? Wa Israel. Hichi kitu sio kwamba waki akifanyikagi hata hapa nchini kwetu, hakuna kitu wahindi wanachopambanaga kama kuimiliki serikali yetu ya Tanzania. Unajua, wahindi ni wame wame, wame kontrol nyanja nyingi sana za kiuchumi nchini kwetu, tunazijua, tunajua. Lakini baada ya Nyerere kuibadilisha hii nchi kwa ujamaa na miaka yake ishirini akaitawala nchi kama katika misingi ya ujamaa, hii nchi yetu imekuwa haieleweki, ni ya ujamaa ni ya ubepari. Kumbuka jaribio la Manji kipindi cha uhai wake kumfadhili Bernard Membe naye ni marehemu, awe rais. Tengeneza picha, manja angefanikiwa kumweka Membe rais, leo Tanzania ingekuwa wapi? Singekuwa kwenye mifuko ya wahindi? Ndivyo dunia inavyoendeshwa. kwa hiyo, Wamarekani wanaishi kwenye mifuko ya Waisraeli. Wamarekani hawawezi kufurukuta kwa Waisraeli. Tuelimike tusio wasomi.